Rais William Ruto anapiga hesabu za kimakusudi kisiasa katika ngome za upinzani. Katika siku ya nne ya ziara ya maendeleo jijini Nairobi, kiongozi wa nchi alikita kambi maeneo bunge ya Kibra na Lang'ata, sehemu ambazo huunga mkono kiongozi wa ODM Raila Odinga, akitumia ushirikiano wa UDA na ODM kuongeza saruji katika muhimili wake wa kisiasa. Sasa Laban Shaban alifuata msafara wa rais na kutuandalia taarifa hii. Ni siku ya nne ya safari ya Rais William Ruto kukagua, kuzindua na kuahidi miradi ya maendeleo akiselelea kwa muda kwenye ngome ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Mulianza huko mukasema hasla. Alafu mukasema survivor. Sasa mukaenda ingine zakayo. Sasa nasikia mumefika kazongo. Sasa hii majina mutaongeza mpaka itafika Lang'ata. Ziara ya siku nzima Nairobi ilijaa ahadi kochokocho kocho kwa wakazi, kuimarisha sekta ya elimu, miundo msingi ya makazi, nyuga za michezo, barabara, mifumo ya maji na kadhalika. Rais anaonekana kutumia ushirikiano kati ya UDA na ODM kuvamia maeneo bunge ya Lang'ata na Kibra. Nyinyi nyinyi watu watu wa wa Kibra, si hapa ndio ndio bedroom ya baba? Ama, si huko ndio bedroom. Sasa nyinyi watu wa bedroom mnasema namna gani? Munakubali tuungane? Munasema baba na mimi tuungane? Kwa miaka na mikaka, Lang'ata na Kibra zimekuwa ngome za kisiasa za Odinga. Usuhuba wa Ruto na Odinga unaunda jukwaa zuri kwa rais kuweka chambo kwenye ndoano ili kunasa wapiga kura wa mwaka 2027. rais atakapowania kurudi Ikulu kwa muhula wa pili. Baada ya kitumbua chao na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuingia mchanga, rais ameonyesha mlima mgongo na kuangalia ziwani. Hata unaona vile bwana Ruto anatembea vizuri, ana mambo, anawasalimia kwa sababu sahi wako na baba pamoja. Kuwafikia hili, rais anatumia majemedari wa chama cha ODM na viongozi wengine kuweka thabiti maagano yake na Odinga. Kutoka jina ambalo analipenda hasla hadi kwa Zakayo, Kasongo na sasa El Chapo, majina ambayo yaliibuka kutokana na ghadhabu za umma, rais William Ruto anaonekana kuyatumia kama silaha za kisiasa. Akiyakumbatia anapotafuta uungwaji mkono kutoka ngome za Raila. Laban Shaban NTV Toi, Kibra, Nairobi.